Miongoni mwa wakulima waliotembelewa ni pamoja na wale wa baadhi ya vijiji vya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu ambao wameeleza namna ambavyo kutumia mbolea kutakavyowasaidia baada ya kupata elimu. Nimejiandaa, maandalizi yangu ni mbolea ambazo sasa hivi zinapatikana vizuri. Tunashukuru hata serikali kwa kutusogezea hii huduma ya mbolea ambazo ni za ruzuku. Zamani tulikuwa tunapata shida sana upande wa mbolea tukawa tunanunua mpaka laki moja na, na kitu na hamsini na sitini, lakini sasa hivi tunapata mbolea kwa sabini hadi sabini na saba haizidi. Nimeshajifunza mambo ya kilimo, kilimo cha mpunga, ukiweka mbolea utapata mavuno mengi kuliko kwa kulima kwa kienyeji. A, mbolea inanisaidia, nimepata mavuno mengi baada ya kuanza kutumia mbolea kitaalamu kikuacha. Kipindi cha kwanza, cha, cha, cha nyuma nilikuwa natumia kienyeji tu bila mbolea. Baada ya kuanza kutumia mbolea nikawa napata mavuno mengi. Elimu hiyo inatolewa na wataalamu kutoka Wizara ya Kilimo kupitia kampeni ya mali shambani, sambamba na kuhamasisha umuhimu wa matumizi ya mbolea. Usikubali kununua mbegu kwa utaratibu usio wa ruzuku. Sasa hivi kuna zoezi linajitokeza, ni matukio ya hapa na pale yanajitokeza mara kwa mara, mwenyekiti wakulima wanauziwa mbegu feki. Usikubali kuuziwa mbegu feki, tumia mbolea sahihi. Maana yake ni nini? Wakati wa kupanda utumie mbolea ya kupandia, wakati wa kukuzia utumie mbolea ya kukuzia. Hiyo ndio itakuwa mbolea sahihi kwa wakati huo kipimo cha uh, Sheria ya pili, tumia kipimo sahihi cha mbolea. Kipimo sahihi kinapatikanaje? Kinapatikana kutokana na matokeo ya afya ya udongo wa shamba lako. Hapo ndio inapokuja umuhimu wa kupima afya ya udongo, ili tujue kwamba kuna virutubisho kiasi gani na kiasi gani kinahitaji kuongezewa. Simiyu ni miongoni mwa mikoa inayoongoza katika uzalishaji wa pamba na mazao mengine ya chakula kama mahindi, mpunga, mihogo, mtama ndizi na kunde. Mkuu wa mkoa huu ana Mringi Macha anaeleza namna ambavyo serikali imejiandaa kuwawezesha wakulima katika msimu ujao wa kilimo kwa mwaka 2025 2026. Sasa kitu ambacho mimi napenda eh, kusisitiza kwa wakulima ni kuhakikisha kwamba sasa wanafanya maandalizi yanayostahili na sisi tutaendelea kufuatilia na kuhakikisha kwamba tunahamasisha ma, ma, ma, maandalizi mazuri yanayozingatia E, utaalamu lakini vile vile tunataka tuhakikishe kwamba matumizi ya mbolea pamoja na ukulima. Lakini moja ya jambo ambalo ni lazima tukubali katika mkoa wetu wa Simiyu, bado hatujafanya vizuri katika kutumia mbolea. Mbolea ziko za aina nyingi, kuna hizi mbolea za viwandani na kuna mbolea za asili, kwa maana ya samati. Sisi tunachotaka ni matumizi ya mbolea, lakini tunajua kabisa kwamba mbolea ya samadi kwa pamoja na kwamba ni nzuri, lakini hatunayo kwa kiwango cha kutosha, na kwa hiyo bado tunataka tujitahidi kuhakikisha kwamba tunatumia mbolea hasa za viwandani, na tuna kampuni zetu ambazo zinatoa huduma hii. Tunayo kampuni ya Minjingu eh, wanatoa huduma hii, tena wanatoa mbolea zinazokidhi mahitaji mbalimbali mbali. Kupitia mpango kazi wa mwaka 2025 2026 serikali kupitia Wizara ya Kilimo inaendelea kutekeleza mpango wa utoaji wa ruzuku ya pembejeo za kilimo ikiwemo mbolea na mbegu bora za mahindi. Baadhi ya mikoa itakayoguswa na mpango huo katika awamu ya pili ni pamoja na Simiyu, Mara, Mwanza, Geita pamoja na Kagera. <tabata>